Nyinyi wanafunzi wa form 1 umekuja na mpango, kila mwanafunzi mmoja nimpe miche ya mikarafuu kumi bure. Miche hiyo sio ukaipande shuleni ukaipanda wapi? Nyumbani, maanake iwe ya kwako ikusaidie leo mpaka utakapokuwa kizee, usomeshe na mkarafuu mkarafu. Na lengo letu sisi, kila panapoota mkarafuu basi uwekwe mti wa mkarafuu. Sisi tungeweza kupanda tunavyotaka lakini huwa naambia watu mimi, Morogoro huko hata sina hekta moja, na nitaondoka sitaki. Lakini hamu yangu, watu wa Morogoro, watu wa Mgeta, niwaachie kitu ambacho baadaye watakuja kukumbuka, palitokea hapa rasi metokea katibu tawala ametuachia hii hazina na inatuendeleza katika maisha yetu. Sasa wale ambao wataopewa hii miche ni rahisi tu na mtafunzwa jinsi ya kuipanda, mkaipande. Na tumewapa kumi tu maksudi. Asubuhi kabla ya shule, iangalie imwagilie maji, japo mara moja kwa mti mmoja kwa siku moja. Umwagilie huyo huo, kesho mwagilia mwengine, kesho kutwa mwengine, kesho kutwa mwengine. Baada ya siku kumi ushamaliza yote kumi unarejea huku huku mwanzo. Umerudi kaupalilie, usizongwe na magugu, mmoja tu siku ya pili yake fanya hivyo na mwengine. Matokeo yake muda wote itakuwa fanya nini, iko kweupeni, haina magugu. Hii mnayopewa leo ni hakiba ya maisha yenu. <coughs> Tafadhalini sana sana, tafadhalini sana sana, mkaitunze ili ijekuwa kisaidizi kizuri katika maisha yenu ya baadaye. Lakini nitoe ito kwa walimu, walimu kwa utafiti tuliofanya, mimi nimezaliwa chini ya mikarafuu, mikarafuu naijua vizuri. Ukiwa na mikarafuu arobaini ambayo ni sawa na, inaweza ikapandwa katika heka moja, kwa kila mwaka lazima utapata milioni tisa mpaka kumi na tatu kwa mwaka mmoja, au kwa kila mzao unaweza ukapanda mikarafuu na mahindi unapanda unaweza ukapanda humu, yanatoa kwa sababu ni mti unaendelea kutoa kivuli. Lakini miti hii ingekuwa ni mikarafuu, si shule ingekuwa tajiri kabisa, kwa sababu ingevuna karafuu na ingeuza karafuu, na hicho kivuli tunachokitafuta kingeweza ki kupatikana ndani ya shule lakini na shule hiyo ingekuwa inapata pesa ndani ya miti hiyo hiyo ya mikarafuu, ingetusaidia sana. Shida ndogo ndogo za shule zingefanya nini? Zingeisha. Nitoe wito, niendelee kusisitiza, kama maeneo tunayo tuendelee kupanda, kwa sababu ardhi hii tushaiona ina sapoti mikarafuu.